Sawa kichomba nafasi ya ukana watu wa namna hiyo wazee wa sheria nini? Kibali. Umeelewa vizuri sasa. Eh? Lakini haikuishia miaka kumi na mbili, hata wakati anakuwa kuanzia kumi na mbili ambapo tumesikia hii ukana wa wazee, hadi anafika thelathini, maandiko yanatuambia alikuwa akikua akikuwa katika hekima katika kimo na akiwapendeza watu. Tena si watu, watu wote, watu wote, watu watu wote. Yaani maana yake hata wale ambao wapendwa wazazi wako walikuwa wanapenda yeye. Wale ambao sasa wako wapi sasa walikuwa wanamsalimia yeye. Watu wote. Kwa hiyo ndiyo, nataka uelewe kabisa haikuwa kawaida. Ilikuwa ni nguvu ya kiungu iliyofanya Yesu kuoperate kwenye hiyo dimension. Hadi hapo siko sawa. Kuna kitu kama hicho jamani, rohoni msikatae. Tunamzungumzia Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu ndio grace. Ni e moja kati ya migao iliyoko rohoni kwa Mungu ambaye ni roho, ni hiyo level ya kuweza kukanyaga mahali ambapo watu wa umri wako wakanyagi. Kuingia ikulu bila sababu nyingine ya msingi tu. Kakuto tumefanya ka kitu kadada ka biashara kadogo tu ukaojiwa kwenye TV ya rais, akasema na aje ikulu ni muone. Yaani tu kwa sababu uliojiwa tu na TV. Akasema niliona jana kwenye mtandao mtu mmoja anaojiwa, aje tu ikulu nataka ni muone. Hakuna sababu ya msingi yaani uchojiwa cha ucho kawaida. Kuna jamaa mmoja aliajiriwa kazi mwaka juzi wakati watu wanajadili kuhusu madini. Kuna kikao kilifanya rais na wachimbaji sio wadogo wale. Sinakumbuka. Kuna jamaa mmoja alijielezea akaelezea namna dhahabu inavyotoroshwa na nini na nini, akaeleza kwa kina. Mchimbaji, ndo rais akasema, wewe, itabidi ubaki tu, wewe utasaidia. Yeye, ndo historia yake ndio hiyo, kutoka mchimbaji mdogo hadi mwajiriwa wa serikali. Hakuna aliyesema una cheti. Mshahara ngapi? Hakuna. Hmm. Kuna mtu anaanza kusema hivi. Amen. Okay. Huo ni mfano wa kwanza hapa. Mfano wa pili ni ni Daudi, walikuwa kuwapiga vinanda wengi wakati wa Daudi, lakini kuna kitu kiliwasukuma watu waikulu kumtaja Daudi. Walikuwa kuwapiga vinanda wengi wakati wa Daudi. Na wasogeeni huko. Walikuwa wengi wengi kabisa, tena wengine walikuwa ikulu kabisa, kwa sababu moja kati ya karakta ya nyumba za kifalme nazishi burudani, watumbuizaji wapo hivyo. Yani, watumbuizaji, wapiga kinanda, wanamrudisha mfalme, wapo kwao. Maana yake credit ya kwanza, mpiga anahitajika, mpiga kinanda, mpiga mfalme, ilipaswa iwaangukie wale ambao anawajua sulake Daudi naye sio kwamba alikuwa ni mwanamziki anayejulikana yani, kwamba kuna dogo ni msanii anapiga piga vinanda huko mtaani anaburulisha. Hiyo sio kazi yake ya kwanza. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ipi? Kuchunga kondo. Ya kupiga ilikuwa nyongeza, tena anapiga na akiwa poini yake anachunga, au akiwa nyumbani, mara moja moja, wakati amepumzika. Eh, anacheza cheza hapo anapiga piga nini. Sasa dogo huko vizuri, endelea hivyo hivyo, lakini kwa hiyo haikuwa kitu ambacho anakifanya kama professional, akuwa kitu ambacho anakifanya kama maisha yake halisi, lakini bado ulipofika muda wa kufanyaje, muda wa kutambulisha au wa kuita mtu ikuru ambaye anaweza akatatua shida ya Sauli jina lake lilitajikuu Akaja Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita, sita mstari wa kumi na tatu hadi mstari wa mwisho kabisa wa hiyo sura. Samueli wa kwanza kumi na sita mstari wa kumi na tatu, kumi na tatu alitia mafuta. kumi na nne Mungu akatafuta tatizo ili Daudi asikae bila kazi. Tatizo likapatikana. Sauli akaingiwa na roho mbaya akaanza kutaka msaada. Uh, msaada ulioko ni nani? Ni kinanda cha bwana Daudi dara cha Bwana Daudi lazima kipigwe, kwa Daudi akaita kilichompeleka Ikulu. Mtu wa namna hiyo ambaye hata wewe kwa namna kale unaona, qualification yana unafikiri nini kibali, alafu proof, kama ni kibali kweli, alipokwenda ikulu akapiga kinanda, maandiko yanasema mfalme akamng'ang'ania, akatuma taarifa. Soma hiyo maandiko eh Samuel wa kwanza kuna sasa kwanza kwa kuna alipopiga kwa kwa kinanda pale eh, maandiko yanasema mfalme akashindwa kujizuia akatuma taarifa nyumbani kwa babake, akamwambia huyu mwacheni, au huko huko mwache tu akae hapa moja kwa moja. Kama ni elimu atasomea huku, kama ni maendeleo utafanya, kama ni maisha nta, kuanzia leo ni moja kati ya watoto wangu. Sijapata kisa. Umeelewa hapo? Yes. Haikuwa kawaida, ndo sasa tunachokiita kibali cha kiungu, na ilianza kuoperate hivyo kwa sababu ya ujazo wa Roho Mtakatifu The one wi fri fas alikuwa nafundisha huku asubuhi kuhusu kunena kwa lugha ndiyo, lakini kunena kwa lugha ni matokeo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa arisi kwenye maisha yako vitu kama kibali vinatokea pia, sawa? Ehe, huo ni mfano mmoja, lakini pia Sauli na askari wake waliua maelfu ya askari. Huo ni mfano mwingine wa kibali. Sauli na askari wake waliua maelfu ya askari, sawa baada ya yeye kumua Goliath, lakini hata kabla aja, hata hiyo vita ambayo iliwashinda yeye, akamua Goliath, hata kabla Sauli na askari wake waliwa maelfu ya nini ya askari. Daudi alimua Goliath tu kwa mujibu wa maandiko, hajasema kwamba baada ya kumua Goliath akaendelea aka, kupigana aka kwa na wengine ah, wanasema maandiko yanasema alimpiga Goliath na akaja akachukua panga, upanga wa Goliath huo akakatia kichwa, akashika kichwa. Wengine walipoona eh, hey, boss kapigwa, wakaanza kukimbia, wakakimbizwa na askari wenzao Waisraeli wa wakiuliza askari wa Kifilisti. Kwa hiyo hao hawakuwa na Daudi a. Kwa hiyo yeye aliua mtu mmoja, lakini kibali kilipeleka taarifa tofauti. Waliosikia taarifa kuhusu uliotokea vitani hawakusema Daudi amemuua Goliathi, lakini Sauli na wenzake wameua maelfu ya askari. Kibali kilisema tofauti, kilisema hivi, Sauli ameua elfu na Daudi ameua 10,000. 10. Sisi tunasikia nini unasema? Kibali kinatoa taarifa tofauti na ulichokifanya. Yaani kuna panda punje moja no na kufuna mwindi mzima. Ndio kibali. Kibali kina hiyo tabia. Kwa mfano mimi na record video moja, inaweza kuta ina inanipeleka ina ambapo sitarajia anafika. Watu wanaigombania Rwanda, Burundi, Kenya; watu baada kuangalia tu, tusichukue nataka nitafute Tanzania. <laughs> Mimi nilikuwa nakuhubiria wewe mmoja hapa mshirika wangu kwa uwanifu. Na tamani maisha yako yabadilika, halafu na shangaa mimi ndo nafanikiwa kwa hivyo hata niliyemhubiria. Kwa hiyo unapaswa kuwa unafahamu kibali kina uwezo na namna hiyo. Daudi aliwa ngori ya tu, lakini matokeo yalipotangazwa na wale waimbaji. Daudi ameua, Sauli ameua elfu, Daudi ameua ame kumi elfu zake. Sauli akasema kwa hiyo nataka ujue kwamba kibali kina uwezo wa kutangaza tofauti, hata na uchonacho kabisa. Kibali kina kina

hiyo habari ya hiyo nyimbo ilipotungwa ikaimbwa tofauti na uhalisia, kama mtu mmoja lakini matokeo, kibali kinatangaza, ameua kumi elfu. Naomba nisikie, unahitaji kibali, kwa sababu kibali ndio kinajua kutangaza kwa usahihi kuliko redio yote na TV yote. redio <laughs> na TV zitatangaza kilichoko, kibali kitatangaza ambacho Mungu anajua. mm-hmm. <laughs> Kuna namna Mungu anakuona na kuna namna unavyoweza. Naomba nisikie vizuri tena. Kuna namna Mungu anakuona. Inawezekana ndani yako Mungu anaona wewe ni taifa. Ila uhalisia unakuonesha kama mwanadamu mchapakazi. Ni vitu viwili tofauti. Mungu anavyoona mambo na watu wanavyoona mambo au uhalisia ulivyo ni vitu viwili tofauti. Maandiko yanasema namna hii ya kwamba wakati Rebeka akiwa mjamzito, sawa Sawa. Yes. Rebeka akiwa mjamzito alikuwa na mimba ya mapacha wawili, Yakobo na Esau. Sawa. Wakati wakati huo ile mimba ikaenda kusumbua sana, akamuuliza Bwana, "Ni nini? Sasa kama watoto nilikuwa n, n, n, nilikuwa sasa nimeombewa na mume wangu Isaka imeshika nini? Sasa kama mimba nani nime tasa na mimi nini sasa hivi?" Akamuuliza Bwana, "Ni kitu gani hiki?" Mungu akamwambia, "Ndani yako kuna mataifa." Ila mbele za wa, watu watu waliona mapacha